Umoja Daima Media, usiache kusubscribe, kulike na kucomment. Leo tunakusanyika hapa kumshangilia Mungu na kumtukuza kwa ajili ya upendo wake kwetu. Tunamshangilia Mungu kwa ajili ya mambo makuu aliyotutendea hata kupitia ushirika huu wa masista ushirika wa Neema. Kipekee mimi ninamshukuru Mungu na kumtukuza sana, tunapowaona kwamba waasisi walioanzisha huduma hii na ushirika huu wa masista japo wameungana tayari na watakatifu kwa kuwa wameshaitwa kutoka maisha ya haya, bado naamini kabisa wako pamoja na sisi katika ibada hii, na tunamshukuru Mungu pamoja nao na kwa ajili yao. Kipekee nifurahi sana kuwaona wamama wawili ambao wamefika hapa na wameungana na sisi pamoja na kwamba wenzi wao waume zao wametangulia mbinguni. Mama Kamu, nimefurahi sana, namshukuru Mungu sana kwa ajili yako. Mama mchungaji Urio, najua pia upo, namshukuru Mungu tukuza Mungu kwa ajili yako. Sijajua kwa nini Mama Askofu Kweka leo hajaweza kuwepo, lakini pia popote alipo tunamshukuru Mungu kwa ajili yake, ni pamoja wale na wale masista wawili wa Ushirika wa Watawa kule Augsburg Sister Gisela na Sister Gatlinde. Pigieni Bwana kelele za shangwe kwa kuwa leo tuko hapa kwa kuwa tumeuona uaminifu wa Mungu katika kuulinda ushirika huu wa Neema. Pigieni Bwana kelele za shangwe kwa kuwa leo wako masista ambao watatimiza miaka ishirini na mitano tangu waweke nadiri zao za maisha kuwa mis, eh, masista kuwa sista na kuingia katika huduma hii ya kipekee sana ya kidiakonia. Na Mungu amewasaidia amewawezesha leo hii tuko pamoja nao hapa wanapofika kumshukuru Mungu na kusema Baba, asante. Kwa nini tusimpigie Mungu kelele za shangwe? Vile vile wako masista wachanga hawa ambao wamepokea wito na leo watapimwa kwa mara ya kwanza wengine, na kwa mara ya pili wengine, kabla ya kufikia kuweka nadhiri zao za maisha, kwa nini tusimpigie Mungu kelele? Ndugu zangu, ushirika huu wa masista umekuwa baraka, umekuwa baraka kwa wengi. Na mtume Paulo katika Wafilipi mlango ule wa kwanza Anasema mimi ninamshukuru Mungu kila nifanyapo sala zangu kwa furaha kwa ajili au kwa sababu ya ushirika wenu katika kuieneza Injili ya Kristo. Ninamshukuru Mungu kila nifanyapo sala zangu nikiwakumbuka kwa furaha kwa sababu ushirika wenu katika kuieneza injili. Wapendwa masista, huduma hii ya kidiakonia mnayoifanya ni huduma ya kutangaza Injili. Mnaitangaza injili ya Kristo sio kwa maneno tu, mnatangaza kwa matendo. Yeah. Na hakika tunasema nini? Mmekuwa baraka kwa watu wengi, mmekuwa baraka kwa Dayosisi yetu na mmekuwa baraka kwa kanisa lake. Tunaungana na ninyi kusema asante Mungu, asante Mungu kwa kuwa wema wako umeonekana kwetu. Sasa katika somo hili tulilosoma, ndugu zangu, yako maneno machache ambayo tungependa kukazia. Moja ni hilo ambalo tumekwisha kusema, tazameni, tutambue na kila wakati turejee katika upendo wa Mungu kwetu, upendo mkubwa aliotupenda. Na jambo la pili ni kumfanya huyu Yesu kuwa tumaini letu, kwa sababu kwa njia yake tu ndio tumepata kuitwa wana wa Mungu. Kristo huyu aliye tumaini letu. Ndiye tutakaye na tunayemtegemea wakati wote. Na kwa kufanya hivi kwa, kwa, a, kwa njia yake tumefanywa kuwa wana wa Mungu. Matunda yake ndiyo haya ambayo anasema huyu Yohana e, kwamba wenye matumaini haya kujitakasa, wale ambao umekwisha kutiwa muhuri na kuitwa wana wa Mungu, kuishi maisha ya utakatifu, maisha ya kukataa uovu, maisha ya kukataa dhambi. Maanake anasema dhambi ni uasi. Ulimwengu haukumtambua huyu Yesu. Ndio maana Injili eh, somo tulilosoma hapo inasema si siuombei, ulimwengu kwa sababu ulimwengu haukumtambua bali wale ambao wamenitambua na wanaoitwa kwa jina langu. Ninawaombea. Yohana 17. Wow. wa ambao wamemjua Kristo na wamefanyika wana. Kila mwenye matumaini haya katika yeye hujitakasa kama yeye alivyo mtakatifu. Kujitakasa kwetu ni kwa namna gani? Anasema ni kukataa dhambi. Kujitakasa kwetu, jambo la pili anasema hapa ni kutenda haki. Kila akae ndani yake, huyu Yesu anasema hatendi dhambi. Haina maana kwamba tumekwisha kuwa watakatifu, lakini ndani ya Kristo tunayo nguvu ya kushinda dhambi. atendaye dhambi maana yake kufurahia ya dhambi na kutokuumia kusikitika katika dhamiri yake huku anatenda dhambi. Anasema huyu hakumwona yeye, hakumwona Yesu wala hakumtambua. Jambo la pili ndiyo anasema hapa, kujitakasa kwa maana hiyo kama watoto wa Mungu anasema mtu asiwadanganye, atendaye haki yuna haki kama yeye alivyo na haki. Na mstari ule wa kumi anasema katika hili watoto wa Mungu ni dhahiri na watoto wa Ibilisi nao, mtu yeyote asiyetenda haki hatokani na Mungu wala yeye asiyempenda ndugu yake maana hii ndiyo habari mliyoisikia tangu mwanzo, kwamba tupendane sisi kwa sisi. Ndipo akatoa mfano wa Kaini kutokana na kwamba hajaona upendo wa Mungu ndani yake na hana upendo wa Mungu ndani yake ndipo akawa na ule ukatili wa kumuua ndugu yake kutokana na kukosa roho ile ya kuthamini haki katika moyo wake, ndipo akafikia katika uovu ule. Ndipo anaposema si kama Kaini alivyokuwa wa yule mwovu, akamua ndugu yake. Naye ya alimua kwa sababu gani? Kwa sababu matendo yake yalikuwa mabaya na ya ndugu yake yalikuwa Wapendwa masista na wapendwa wote, tunapolitazama pendo la Mungu lililo kuu kwetu, tunasukumwa kutoka mioyoni mwetu kupendana, na anafunga kwa kusema hili ndilo pendo, si kwamba sisi tulimpenda Mungu bali kwamba yeye alitupenda sisi kwanza, akatuma akamtuma mwanawe kuwa kipatanisho kwa dhambi zetu. Na anapenda kukaza, na anapenda kukaza neno hili la upendo, kwa sababu ndani ya upendo wa kweli utokana nao na upendo wa Mungu kwetu, anasema hamna hofu ndani yake pendo lililo kamili huitupa nje hofu, kwa maana hofu ina adhabu, na mwenye hofu hakukamilishwa katika pendo hili. Wapendwa masista mnao adhimisha miaka ishirini na mitano na ninyi ambao mtaweka nadhiri yenu ya kupimwa kwa kipindi cha pili, kwa maana hiyo ya kuitikia kwamba hakika tumeuona upendo wa Mungu katika maisha yetu, penda kuwatia moyo kwa neno hili la Mtume Paulo kutoka waraka kwa Wafilipi, anasema baada ya kumshukuru Mungu kwa ajili yao walivyosimama katika imani katika ushirika, anasema kwamba mimi na anawaombea, na ndiyo imani yake kwa ya kwamba yeye alianza kazi njema mioyoni mwenu ataimaliza hata siku ya Kristo Yesu. na anamsema dua yangu kwenu, na hii ndiyo dua yetu sisi sote kwenu na kwa ushirika huu kwamba pendo lenu lizidi kuwa jingi sana katika hekima na ufahamu wote, mpate kuyakubali yaliyo mema, ili mpate kuwa na mioyo safi bila kosa mpaka siku ya Kristo hali imejazwa matunda ya haki kwa njia ya Yesu Kristo kwa utukufu na sifa ya Mungu. Hayo hiyo ndio dua na Mtume Paulo kwa washirika wa Filipi. Naona no, neno hili upendo na kupenda matendo mema na haki najirudia mara kwa mara. Dua yetu, Mungu awalinde katika ushirika wenu huu Ushirika huu utatunzika, mambo haya yakidumishwa katikati yenu. Ushirika huu utaendelea kuwa baraka, mambo haya yakidumishwa katika ushirika wenu Amen. Mungu awajalie wa hekima, Mungu awajalie wa ufahamu kutambua umuhimu wa nadhiri mlizoweka na kwa kuwa Mungu huyu ni mwaminifu, amewalinda, amewatunza kwa kipindi chote hiki, yeye ndiye atakayewashika mpaka mmalize mwendo wenu salamu. Ushirika imara hujengwa katika mambo haya: imani ya dhati kwa huyu Yesu Kristo imani ya dhati ninajua, katika wito wenu mnajaribiwa mara nyingi, lakini katika majaribu hayo na hata uwepo wenu leo wameyaku, kwamba mnaadhimisha mwaka wa ishirini na tano ni dhihirisho la kwamba Mungu kwa uaminifu wake hajawaacha wala hajawapungukia. Na hii ikawe ni motisha kwa wale ambao wanaiendea nadhiri yao ya kwanza na ya pili au ya pili, na wale ambao bado wa wako njiani. Watazameni hawa, miaka ishirini na tano Mungu ametunza uaminifu wake kwa wa ushirika wenu, imani katika Kristo, upendo miongoni mwenu, upendo wa dhati, uvumilivu, imani, upendo, uvumilivu, uaminifu waaminifu kwa huyu Bwana aliyewaita na huyu Bwana ambaye amewabeba na ambaye ataendelea kuwabeba, waaminifu kwa, kwa nadhiri zenu mlizoweka mbele ya Bwana katika utumishi huu, utasimama imara na Bwana Yesu. Tunajua hata njiani wako ambao walikosa uvumilivu, walikosa uaminifu, wakajaribiwa na wakaamua kwenda njia nyingine. Tunamshukuru Mungu kwa ajili himo kubwa nyingine ambalo mtahitaji kutunza ni ushirikiano, ushirikiano miongoni mwenu. Paulo anaweka vizuri sana kitu mambo ambayo yanatunza ushirika, na mkizingatia hayo mtaendelea vizuri na ushirika huu utastawi na kuendelea kuwa baraka. Anasema, basi ikiwapo faraja yoyote, kwenye Wafilipi mlango ule wa pili, kama ikiwepo faraja yoyote katika Kristo, yakiwapo matulizo yoyote ya mapenzi, ukiwako ushirika wowote wa roho, na ikiwepo huruma yoyote na rehema anasema ijalizeni furaha yangu ili muwe na nia moja. Wapendwa masista, muwe na nia moja. Shetani haogopi kuwajaribu ninyi, wala haogopi hivyo vilemba vyenu vyeupe. Hiyo mjue kwamba anaweza kuwafarakanisha, kuwaondoa katika hiyo nia moja, kwamba tumejitoa katika kumtumikia Mungu katika ushirika huu tukiwa na nia moja, wenye mapenzi mamoja na wenye roho mmoja, mkinia mamoja. Na mkitaka ushirika huu usiwe baraka kwenu, usiwe baraka kama ilivyokusudiwa kwa kanisa la Mungu na kwa wengine, ninyi ruhusuni yale yatakayowaondoa katika umoja wenu, katika nia, katika mapenzi na katika roho mmoja anayewaongoza. Usiwepo na mashindano, anasema Mtume Paulo kusiwepo na majivuno bali kwa unyenyekevu kila mtu akimhesabu mwenziwe kuwa bora kuliko nafsi yake. Na mwisho anasema kila mtu asiangalie mambo yake mambo yake tu. Ubinafsi unaweza ukakuondoa katika ushirika, kuondoa ile roho ya ushirika unapojitazama wewe peke yako tu sisi tunawaombea Mungu awalinde na hayo majaribu na awape nguvu ya kuyashinda pale yanapotokea. Ndio maombi yetu, amen. Napenda sista, masista wetu muendelee hivyo, na kwa kuwa Mungu ni mwaminifu, yeye aliyewaita Mtume Paulo nasema yeye alianzisha huu wito na kazi njema ndani yenu ataikamilisha hadi siku. Umoja Daima Media, usiache kusubscribe kulike na kucomment.